Be told to rectify those reasons. Mafundi wa ujenzi wa nyumba katika kaunti ya Nyamira wamepewa mafunzo na vyeti vya kiufundi kutoka mamlaka ya ujenzi nchini, kama njia moja ya kuimarisha usalama na ubora wa majengo yanayojengwa humu nchini. Zaidi ya mafundi elfu mbili wanatarajiwa kufaidika na mpango huo unaoandaliwa na ofisi ya mwakilishi wa kike katika kaunti hiyo kwa ushirikiano na mamlaka hiyo ya, ya, Tunajua ya kwamba wakati tumefika, hakuna mtu ataenda kufanya kazi yake vizuri kama huyu mtu is not compliant. Lazima uwe compliant saa hii. Usipokuwa compliant every time, hata ukiwa unafanya kazi unaogopa kuna watu wanakuja na wakikuta ni haki yao, hata wana wanataka ku... kwa hivyo niliona ni vizuri tushikane mkono, na tumeshikana, na leo hiyo kazi imefanyika na certificates zimeletwa hapa mashinani. Hawa mafundi mara nyingi tumekuwa tukiwasumbua, lakini hii mpango ya leo imewasaidia kwa sababu tukienda kwa site. Tutapata sasa watakuwa na masomo yenye yanafaa, na bado watakuwa na cheti chenye tumekuwa tukihitaji na wamekuwa wakikosa. I I know our people here have learned a a lot lot since uh, we started this, program in in the the morning. They've been very uh, very interactive and very cooperative, and cooperative. I believe there's a lot that is going to change in the industry because of what if we've impacted into you. Tutoka kaunti namba 46, tuweje hapa kaunti namba 47. Ambapo mie studioni napata fursa ya kupumua kidogo kabla ya kurejea na taarifa zaidi.